Mwenyekiti wetu yule namuona pale, rais wetu aya, tusimame rais wetu, tupokee rais wetu, tupungie rais wetu, mshangilie Ilala oye! Dkt. Samia oye! Dar es Salaam! Mheshimiwa mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya chama chetu cha Mapinduzi. Na viongozi wote mlioko meza kuu tukiongozwa na Katibu Mkuu wetu, asalamu alaykum, tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Daktari Samia, nasimama mbele ya umma huu na hadhara hii kukiri kazi njema ulioifanya kwa miaka yako minne katika jiji la Dar es Salaam, haijawahi kutokea. Mlinipa nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa na kuongoza mji huu kwa takribani miaka mitano. Nimepita kwenye viunga vya jiji la Dar es Salaam, kwa kweli nimeona kazi kubwa njema ya kuheshimika ambayo umeifanya katika uongozi wako. Leo inaomba wana Dar es Salaam kwa heshima kubwa ambayo Daktari Samia ameifanya ambayo hajaifanya tu leo akiwa rais, lakini ameendelea kuifanya hata alipokuwa makamu wa rais. Na kwenye wilaya hii ya Ilala, kaka yangu Zungu ni shahidi ya kwamba tale jengo la mama na mtoto lililoko pale Amana ni kazi ya mikono ya Daktari Samia. Ninawaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa tujitokeze. Mnakumbuka wana Dar es Salaam tulipokuwa tunafanya matibabu bure, aliyeniambia niyafanye bila kuchoka alikuwa ni Daktari Samia, kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo na wananchi wa hapa Dar es Salaam. Wale wote mliopata miguu bandia, ulikuwa ni mchango wake mkubwa sana kuhakikisha kwamba hakuna hata mlemavu anayeachwa kwa sababu hana uwezo, ili apate huduma kupitia serikali yake. Mimi nina mambo mawili tu, mheshimiwa mgombea. Napenda kujikumbusha na kumbukumbu ndiyo njia sahihi ya kumfanya mtu asipotee anapokwenda. Wakati serikali yako inapiga mahesabu makubwa ya kupata faida kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam. Nchi nzima ilipiga kelele na wana mitandao waliongea vya kuongea na kukatisha tamaa wakisema maneno mabaya ili usiamini, usiamini katika ndoto uliyokuwa nayo. Lakini kwa sababu wewe ni injinia wa uchumi uliyepiga mahesabu vizuri, leo nataka niwaambie wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, hasa watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, wale ndugu zangu wa Twitter, mtandao wa X, Instagram pamoja na Facebook, ili tukubaliane kubishana kwa matokeo. Daktari Samia kabla hajaweka uwekezaji mkubwa wa bandari yetu ya Dar es Salaam ikiwa na uwezo wa kupokea mzigo tani milioni kumi na nane bandari ya Mtwara iko na uwezo wa kupokea mzigo tani laki tano na elfu tisini na bandari ya Tanga iko na uwezo wa kupokea mzigo tani laki nane na tisini. Ameangalia wapi ambako akiweka nguvu atapata matokeo ya haraka na kufanya haya yote yaliyoelezwa na ndugu yangu Aweso na yale yanayofanywa na kaka yangu Miguru kuhakikisha kila wizara inapata pesa ili mwananchi apate maendeleo, akagundua lango la bandari ni moja ya lango muhimu la kuwekeza ili aweze kupata matokeo ya haraka. Takwimu zinaonyesha kwa uwekezaji wake ametutoa kwenye tani milioni kumi na nane kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kutupeleka kwenye tani milioni ishirini na saba bandari ya Mtwara ametutoa kwenye tani laki tano na tisini, ametupeleka kwenye tani milioni mbili na laki tano.